Kwapenda sitahakikisha upana tunao hapa. Nimekunja mara nne, unaona iko hivi hivi, sawa. Kitambaa ni mita tatu, kwao nimekikunja chote namna hii. Kwa hiyo baada ya kukikunja hivyo, tutakwenda kukiweka chini, hakikisha kinalingana, tofauti na hapo tutakifua matokeo ambayo si mazuri. Moja, nifanye hivi ili nipate kuona vizuri, utakata kwa namna hii, nakuwa ninasongeza mm-hmm. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa hapa tutaangalia upana wa shingo ambao tunakwenda kuutumia, upana wa shingo ambao tunakwenda kuutumia ambapo ukumbuke kwanza shingo yetu hii itakuwa ni pana. Kwa hiyo tutaweka upana kama wa inchi tano hapa, alafu tutashusha kama inchi moja na nusu ama inchi mbili hivi, itakuwa ni boti, shingo ya boti hapa. Alafu tutapima bega ambayo ni saba na nusu, tutaongeza na inchi za mkono ambazo ni ishirini na m ni ishirini na inchi mbili za kushonea uh, inakuwa ishirini na mbili na saba inakuwa ishirini na tisa na hapa tuna thelathini. Kwa hiyo sio mbaya hiyo, yote inakuwa ni sehemu ya mkono. Kwa hiyo tutakata kabisa, kwa sababu kitambaa uh, chetu kinacheza na hapa tutaweka alama ndio sehemu ya katikati ya mabega. Ukiweza hata hapa pia weka alama namna hii, ukasogeza na kamacetu namna hii. Baada ya kisogeza kakwenda, okay. kupima upana wa mkono tutaweka upana wa mkono ambao unaona wewe unakufaa. Kwa mfano mimi nitaweka kwenye kama nane nane au saba hii undo upana ambao nitakwenda kutumia na kutoka hapo nitaingia kama nchi moja sawa. Kwa hiyo nitaingia nchi moja tu, alafu nitanyoka mpaka mwisho. Lakini pia huku pembeni, semi ya mbega weka alama kwa sababu mwisho wa siku hii itakusaidia. Na baada ya hapo tutapima mpaka sehemu ya tumbo. Tutegemea wewe unataka kubana uh, sehemu ya tumbo ama chini ya maziwa. Kwa mfano huu tutambana sehemu ya tumbo, ambapo tutambania kwenye kumi. Ngoja tupime, tambania kwenye, kwenye, kwenye kumi na tano kwa hiyo tutaangalia kumi na tano ilipo. Kumi na tano iko hapa, nitaweka alama i sehemu, halafu nitapima tumbo ni saba. Mmhm, kwa hiyo ni hapa, na upande wa pili nitaweka alama hii sehemu, kwa sababu hii sehemu tutakuja so kusogoa hili, tutaitogoa baada ya hapo. Tulivoingia hiki kinchi kimoja ambicho tutakipasa tutakupata, kwa hiyo unaweza ukaamua ukashuka nayo mpaka chini, au kidogo huku chini, ukawa unaingia ndani kidogo. Ipakashekuliswe pana pana sana mpaka chini ka, unaweza ukaingia kidogo, kama ambavyo niko naingia mimi, lakini hakikisha kitambaa chako mekawazisha mhm mpaka chini, namna hiyo. Tutarudi hii sehemu, kutaangalia upande mmoja ambayo sisi tunataka uwe mbele kwa mfano tunataka huku kuwe mbele hapa. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo tutakwenda kupatoboa kwa ajili ya kupitisha mkanda. Mhm, nitashika hapa ktuu namna hiyo, lakini pia hapaatuniza kitupu hapa. Kwa hiyo hii haina kazi kushona. Kwa hiyo mai hapa ni kama tumemaliza. Matobo inabidi yalingane, hilo limekuwa kubwa, kwa hiyo tutabidi tulifanye liwe kubwa special pishani, kaonekana umetoboa kienyeji. Kwa hiyo baada ya hapo wapendwa utakachokwenda kufanya utapinda tu huku, alafu utashona huku mpaka mwisho. Na upande wa pili utapinda hapa sehemu ya mkono, alafu pengine utashona mpaka mwisho. Sehemu ya shingo utapashona, halafu utakome maliza. Utapinda huku chini tobo lako, kama utaligeuzia sawa, kama utalipiga overlock sawa, kama utalipiga zigzag sawa, au kama utalichoma na moto ili pasifumuke sawa. Nangwa ya kutakumi kamilika jamani.